Yes, ikumbuka maana kuna ni muda kidogo ambao umekwisha kupita mara baada ya kifo cha msanii ambaye alikuwa kule Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Mobad, moja kati ya vifo ambavyo pia vinaweza kushtukiza au pia kuweza kusikitisha watu wengi zaidi. Sasa, Mahakama Kuu ya Lagos iliyopo Ikeja imeweza kupanga kutoa eh, hukumu yake eh, mnamo Julai 2 yani, tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2025, katika kesi ambayo iliweza kufunguliwa na bwana Joseph Aloba, baba wa marehemu msanii ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la eh, Ilerioluwa Aloba, hilo ndio jina lake e, la, la, naweza tukasema jina lake la kitambulisho kabisa cha taifa lake, lakini maarufu kama Mohbad, akiweza kupinga e, bana ushauri wa kisheria ambao pia uliweza kuwasafisha wasanii wa muziki ambaye alikuwa ni Naira Marley pamoja na Sam Larry dhidi ya madai ya kuweza kuhusika katika kifo cha mtoto wake ambaye ni Mohbad. Sasa jaji ambaye anafahamika kwa jina la Taiwo Olatokun alitaja ali, ali tarehe hiyo mara baada ya kuweza kusikiliza hoja kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili. Bwana Aloba na pia anayewakilisha na wakili mwingine mwandamizi wa Nigeria SAN, ambaye pia ni anafahamika kwa jina la Wahab, shu, Wahab Shittu amefungua kesi na kwa, kwa niaba ya familia ya Aloba. Ambao pia walijibu kesi hiyo ni mwanasheria mkuu wa jimbo la Lagos na mkurugenzi wa mashtaka ya umma yani DPP kutokea huko nchini Nigeria. Sasa Shittu alidai kuwa kwamba ushauri wa kisheria ambao pia uliweza kutolewa na DPP uliweza kutanguliza uchunguzi wa corona ambao pia unaendelea kuweza kusifu kifo cha Mohbad, na hivyo kumnyima maumbaji haki ya kuweza kusikilizwa. Alisema hayo mara eh, baadhi ya uh, uh, watuhumiwa waliotajwa kwenye uchaguzi huo ambao pia tumemtaja hapo juu ni ni tu, Naira Marley pamoja na Sam Larry tayari waliweza kuachiliwa kwa mujibu wa ushauri wa DPP licha ya uchunguzi kutokamilika. Sasa, katika majibu yao pia, hata kiapo e, cha kuweza kupinga ilioweza e, iliweza kuwasilishwa na Ayinde Ibrahim, msaidizi wa kisheria katika ofisi ya DPP, ilisema kuwa walioachiliwa wa hawakusamehewa kosa bali waliachiliwa tu kwa muda. Ibrahim aliweza kueleza watuhumiwa walioachiliwa wa kwa mujibu wa ushauri wa kisheria e, wa mujibu wa pili hawakusamehewa bali waliachiliwa tu. So inaonekana kabisa kwamba tarehe mbili mwezi wa saba ndio hukumu itaweza kutoka licha ya Naila pamoja na Sam Larry kuweza kuachiwa huru kwa sababu huyu wakili pia ameweza kufunguka kwamba hawa washikaji sio kwamba walikuwa wameachiwa kwa sababu walikuwa hawajatenda kosa, kosa walikuwa nalo, lakini unaweza kusema walikuwa wameachiwa, lakini uchunguzi ulikuwa bado unaendelea kufanyika. Mchakato mzima wa kesi hii ilikuwa inaendelea kufanyika. Eh, watu wengi kutaka kujua na kutaka kuelewa kwamba eh, bana Mohbad aliuawa na washikaji, kwa sababu ilisemekana kabisa kwamba Naira Marley ni moja kati ya watu ambao pia alikuwa anawasimamia eh, katika muziki wake, aliweza kushirikiana na Sam Larry ili kuweza kufanya tukio hili la mauaji, na Mohbad pia kuweza kupoteza maisha. Alikuwa ni msanii mmoja kati ya watu ambao pia walikuwa wana, wana, wana, wana, wanaanza kutoka vizuri kuweza kufika mbali zaidi na kwa kwa kipindi hiki hadi sasa hivi tunaweza kuzungumza eh, angekuwepo msanii huyu bwana tungekuwa tunaona kipaji kimeenda mbali sana katika wasanii kutokea kule Nigeria alikuwa ni msanii ambaye pia yuko humble lakini pia yuko peace na kila mtu alikuwa na ndoto za kuweza kutoa kolabo nyingi nyingi sana na wasanii kutokea palepale pia Nigeria sauti yake pia ukiweza kuisikiliza ni moja kati ya sauti ambazo ni nzuri na inavutia sana sasa Samrali pamoja na Naila Mali, eh, inasemekana kwa kipindi kile kwamba ndio wao ambao waliweza kukatisha maisha ya eh, kijana huyo, kesi kipindi kile kuwa inaenda kinoma noma, lakini pia kutokana na utajiri na fedha ambazo walikuwa nazo kina Naira Marley pamoja na Sam Larry ili waweka e, wao kuweza kuwa huru na kuweza kuto kufuatiliwa kwa kesi kwa namna moja ama nyingine kuweza kupotezewa, mpaka sasa hivi kawa kimya. Sasa mpaka baba mzazi wa mtoto ambaye ni e, Mohbad akaamua kuingilia kati, ndugu katika familia pia akaamua kuingilia kati na kuweza kulifuatilia swala hili. Sasa ikaonekana kabisa kweli washikaji wana makosa, wana makosa, na hawakuachiwa tu huru moja kwa moja, lakini walikuwa bado wanaendelea kufanyiwa e, uchunguzi. Sasa na tarehe 7 tarehe 2 ya mwezi wa saba mwaka huu 2025 ndipo itaweza kuja kutoka sasa. Ndio tutakapojua kwamba Sam Larry pamoja na Naira Marley ndio atakaohukumiwa au nani atahukumiwa kutokana na kesi hii na tukio hili na mauaji hayo ambayo yalikwisha kutokea, eh, ya Mohbad. Drop comment yako hapo, utakometisha kinomanoma. take care for this, ciao.